Rais Dr William Ruto amewataja wapinzani wake kwa watu wasiokuwa na mpango wowote kwa taifa la Kenya, huku akisisitiza kwamba hatoachilia uongozi kwa watu ambao hawana sera za kulisaidia taifa ili kupiga hatua kimaendeleo. Joseph Amunya Otieno na tutangulizia West TV jioni, usiku wa leo na kina cha taarifa hiyo. Akihutubu baada ya kuhudhuria ibada ya pamoja madhehebu mbalimbali katika shule ya msingi ya kivayo ya eneo ya ubunge la Lugari, rais william Ruto ameelezea kuwa wapinzani wake hawana sera za kumfaa mwananchi, akidai kuwa lengo lao ni kumng'atua mamlakani, jambo ambalo hata kubali. Hawa watu wengine hawana mpango waja, msipoteze wa, na, we cannot hand over to people. Hawana mpango, ati mpango yao ruto must go. Sasa ruto must go itakusaidia na nini? hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma. Huna mpango ya ajira ya vijana, you have no plan to do anything, alafu unataka tu kutupigisha story. Mtakubali hii story yao? Watu ambao hawana mpango yoyote, ati kazi yao kubwa ni ukabila, share sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mkiwaangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana, ni kama sijui nani aliwakosea, na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya, wakuje tukutane kando huko. Aidha, Rais Ruto amefichua kuwepo mpango wa kuwasaidia wafanyabiashara wadogo kutoka kila wadi kwa kuwapa ruzuku ili waweze kujiendeleza kibiashara. tumekubaliana na World Bank ya kwamba hii kuinua watu wa chini tuko na sasa pesa bilioni tano ya kupatia wale wafanyabiashara wa chini wale wadogo wadogo, wadogo wale na mjipange, kila ward tunataka wafanye biashara wadogo wadogo sabini, tuwapatie kila mmoja wao elfu hamsini, na sio mkopo. Grant yani pesa grant, sio mkopo, ndio wainuke kwa hii eh, constituency yenu hii ya Lugari tuko na pesa milioni ishirini na moja ya kupatia wale wafanyabiashara wadogo wadogo katika hafla hii. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na gavana wa kaunti ya Bungoma Keni Lusaka wamewataka Wakenya kujiepusha na siasa za mgawanyiko, huku wakiwarai kuunga mkono ajenda za serikali kuu. Hiyo mambo ikome, ikome kabisa, you must be each other's keeper. na ndiyo wa na washukuru hawa wabunge wetu wa Luke na Nabwera na Bisau ambao wanaongoza wenzao katika kokas ya wabunge wao, wanakaa pamoja, wanazungumza pamoja, na meseji yao ni kuungana pamoja. Inzi lazima akufe, lakini nategemea unakufa namna gani? Ile inzi iko na akili inakufia kwa maziwa, ile inzi njinga inakufia kwa choo mimi siwezi kufia kwa jo, mimi na kufia kwa maziwa, mheshimiwa rais. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja na mwenzake wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa walitumia fursa hii kushinikiza haki kupatikana kwa familia ya mwanablogi Albert Ojang aliyeuawa mikononi mwa maafisa wa polisi, huku waandamanaji wakionywa dhidi ya kutekeleza uharibifu wakishinikiza haki. Yesterday CCTV metolewa from my hospital, Mbagathi. What we want is justice. Haki itendeke haki itendeke. Na your excellency, nimefurahia, tuliona kauli yako ambayo ulitoa, let there be no sacred cow. By the time alipelekwa hospitali his body was cold, he had been dead for hours. I know you do not agree with the cover up. Sisi kama viongozi tunasema lazima haki itendeke, we don't want any sacred cows kwa sababu unafanya mambo mema sana na wale ambao wanajaribu kuturudisha nyuma kwa ukatili lazima sheria ichukue mkondo wake. Joseph Amnyotieno, West TV, Matete, Kaunti ya Kakamega.